Hapa ndo sehemu ambayo tunalelea tuna vifaranga. Kwa hiyo huku ndani tumeweka vifaranga kama hivyo, unaweza ukaona muonekano wake kwamba tumeweka mifumo ya hewa kama hivyo, kuna hizi airstones au aerators zinazofanya kazi ya kuongeza hewa kwenye vifaranga wetu, ndio kama hivyo, lakini ukija kuangalia upande mwingine tulikuwa tumeweka zile pampu kubwa za kuzungusha maji lakini kwa upande wa hawa vifaranga, hewa inayoingia humu ni hewa ya kutosha sana, inawatosha. So, ukizunguka kama hivi huku kote utaona kwamba kuna aereta kama hivi, hakuna zile pampu kubwa pia. Uh, maonekano wa hii nasari yetu ndo kuna hizi bomba ziko contained here a pia uh, muonekano mwingine kama hivyo, unaona kuna hii neti ambayo tunaweza tukaita ni predator neti, ina inakinga ina, ina, ina vifaranga wetu wasishambuliwe na wanyama mbalimbali, kwa sababu kuna wale wanyama wanaendelea ku catch samaki au hata hawa vifaranga kama akiwa yuko weak au hayuko active, tunaweza tukasema. Na haya pia ni mabomba ambayo natumia ku fungua maji au kuflashia maji ndani ya hizi nasari zetu. Ah, nikitaka kupunguza maji huku ili niweke maji mengine masafi, natumia hizi bomba kama hii hapa. Ndo overall flash kwamba nikitaka kuflashi maji yote kwenye haya hizi nasari zote tatu, na chomoa hii hapa, naitoa hii then inaanza kutoa maji kupeleka kwenye extension chamber tukija kwenye upande pia wa hii hapa pia hii ndo hii ya inlet tunaweza tukaita ya kuingizia maji maanake na, hii ni kama outlet na hii ni inlet ya kuingizia maji. Tunaweza tukafungua kama hivyo, ukaona nikitaka kuweka maji oh, lakini hii pia ni inlet, ni outlet ya nasari moja hii hapa, kwamba nasari hii moja nikitaka kutoa maji hapa kwenye hii nasari moja tu natumia hii hapa ndo hii pa hii bomba hapa, hii ndo tunaita outlet ya nasari moja ila, kumbuka, hii nimekwambia ni outlet ya full nasari. Kama hapa tukitogea tena huku upande mwingine, tunakuja kukutana na kwamba kuna upande wa filters ambazo tunasema kuwa kuna hizi Physical filters na biological filters, lakini tumeshaziweka hizi hapa physical filters. Unaweza ukaja ukazione physical filters, hizi ni kwamba maji yanatoka huku yanapita kupitia hizi bomba zilizounganishwa huko chini na injinia wetu au mtaalamu wetu wa ujenzi wa, ma, wa haya mabwawa ambayo tunaita rasi. Haya maji yanatoka huku kwamba kuna mabomba mengine ambayo hatuwezi kuona kwa naked eyes, kwa hiyo ameyaweka huko yanapitisha maji haya. Maji yanakuja yanaanza kuja huku, ndio tunakuja kukutana na hii physical filter, fil, au fi, physical filtration process, na hii huku pia ni physical filtration process. Tukija kuangalia kwa upande mwingine, ni kama vile tumefanya kuimprove hii nahari yetu kwamba tunakutana na physical filtration process ya kwanza, na pia kuna physical filtration process ya pili, kwamba anachuja hapa, yakishachujwa hapa yanakuja pia kuchujwa na hapa. Lakini tukaona haitoshi, kwamba hizi filters zinakuwa na zina some bacteria pia au bacteria. Tukaona haitoshi, tukawaacha wawe wanatumia nguvu kubwa kutafuta hewa, tukawaongezea. So, nini hizi aereta hivi kwamba hivi waweze kupata hewa nyingi ya kutosha. Naona kwao unakuja kuangalia kuna utofauti kati ya zile grow out na nasari, lakini ukija upande wa huku ni upande ambao tunakuja kuweka nali filter zingine ambazo tunaziita biological filter kuu, zile ambazo zinahifadhi bakteria ambao ni rafiki kwa samaki na hao bakteria wanafanya kazi ya kuchakata amonia na pamoja na sumu ambayo ipo ndani ya kinyesi cha samaki, ili maji yanavyokuwa yanarudi, yanavyojisaiei ya kuanza kurudi tena kwenye zile, yawe yawe masafi. Lakini kwa hapa hazionekani vizuri, hazipo kwa sasa hivi, kwa sababu hii ni kwamba hawa ni vifaranga, inaotolewa na vifaranga in high percentage kwamba, so kinyesi kingi sana, lakini tutakuja kuiweka ko, hayo maji yanakuwa yanapita kwenye hizi prosesi zote hapa kama hivyo, nakuja mpaka huku, mwisha wa siku anakuja kukutana na hii kampo ambayo inakuwa ina yarudisha kama hivyo, kwamba yanakuwa ni yameshachujwa kule, baada ya kuwa yamechujwa na zile bakteria wamesha kuwa killed out yanaanza kuwa yanarudi huku yakiwa hapo safe kwa asilimia angalau kidogo, kwa zile asilimia tunazosema 99.9 o so, kama hivyo tunaona maji yetu yanaendelea kurudi kwa, na kwamba maji yanayorudia hapa tumejaribu kuweka balance ya nini ya hizi filter zetu maji yanayorudi hapa ndio kama maji yanayorudi pale na maji yanayorudi pale. Kwa hiyo hapo in same size unaona, lakini pia tutajaribu kusema tu improve zaidi, tufanyaje tuweke nyingine. Licha ya kuwa kuna filter zingine zipo huko ambazo zinachuja hao maji, ni kwamba tutaamua kuweka tena filter nyingine huko kutana kwa huku ndani kuna kitu kama hivyo inachuja huku, ni kama neti inachuja haya maji ili tu tuongeze nini performance ya hawa samaki wetu huku ndani, kwamba nao wajisikie wapo ebo, wajisikie wapo katika mazingira mazuri zaidi. Uh, kitu kingine pia, hii nasari yetu ina uwezo wa kubeba vifaranga elfu tano nikimaanisha kwamba elfu eh, kumi na tano inaweza kubeba vifaranga elfu kumi na tano kwenye kila nasari moja, tunaweka vifaranga elfu tano na nasari nyingine inabeba vifaranga elfu tano na ile nyingine elfu tano jumla elfu kumi na tano. Na hawa vifaranga ndani ya muda kadhaa wanalelewa huku, baada ya hapo wanapelekwa kwenye pre-growers. Baada ya kukaa kwenye pre-growers wanapelekwa kwenye growers. Hapa kwenye hii nasari wanakaa ndani ya miezi miwili. Wakishakaa miezi miwili hapa wanakuwa wameshatoshea saizi ya kwenda kwenye gigwazi. Gigwazi kule wanaenda wanalelewa kwa miezi miwili pia, alafu wakishatoka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ile progwazi wanaenda kwenye gwazi system kwa miezi miwili. Tumesema kama kiote tunafuga kwa miezi sita. Kwa hiyo wakitoka kwenye nasi wanakaa miezi miwili, wakienda kwenye pigwazi anakaa miezi miwili, jumla minne. Wakitoka kwenye ile pigwazi kwenda kwenye gwazi wanaenda wanakaa miezi miwili ambayo jumla ni kama uh, unavyoona. Pia uh, tumeweka samaki wengi sana katika hizi nasari zetu ambao ni kidogo sana eneo ambayo nidogo sana lakini kuna mkaranga wengi tofauti, natukaa labda tunalelea kwenye mabwawa tukaweka labda hapa net, tukaweka hapa net nyingi sana na kwenye mabwawa mengi sana kwao. Hii pia ina serve nini Elia au ndo kama vile nilivyosema ina sehemu eneo, kwamba na mtu yoyote aliyoko sehemu yoyote anaweza kufuga samaki, haijalishi yuko mjini au hayuko, yuko kijijini. Kwamba kwa mfano mjini, tunapojua mjini nyumba zinakuwa zimejengeka sana, mji umejengeka, watu wamejenga nyumba sehemu za karibu karibu. Kwa hiyo sasa mtu inakuwa ni ngumu sana yeye kwenda kuinvest pale, kwa sababu kuna nyumba nyingi za watu sasa kama ukiangalia hata hapa mazingira yetu haya ya ni sehemu ya mjini, ni kwamba mtu amechukua eneo lake ameweza kuwekeza huu ufugaji wa samaki, kutokana na kwamba amefuga kwenye mifumo stahiki. Na hapa tulipofikia tunapofuga kwenye hizi rasi, tunaita ni system ambao tunaita ni intensive fish farming, farming. ni kwamba ni mfumo wa shadidi ambao ni kwamba tunafuga katika tunafuga kwenye high technology system kwamba tunafuga kwenye hizi rasi kwa sababu hizi rasi ni zipo kwenye mfumo wa high system, tofauti natufuga labda kwenye mabwawa ambayo labda ni natural au ni complete ile tunakuwa kutupa kwenye labda nikushabidi